Ishirini na mbili hiyo tukategemea ndo atakuja kumbe, amefariki basi. Alikuta ametapika sana, ametapika sana chumbani, kijana anamgongea mlango awa fungua, akaamua kufungua mlango, katapika sana na ameanguka iko chini, Akaamanika, akamchukua hawa, akampeleka hospitali euta, akasema ayalisukazimia. Euta akasema mbona amesha fariki, ni safari yake. Akafariki akiwa peke yake, na mimi jirani nimeongea naye sana sana sana sana mongea naye sana. Mtoto wangu atasema, ama naumwa sana, nachoma. Mimi najua, ona, utumbu wangu amepakia sentimita mbili katika sentimita tisa ambazo nilikuwa na Mwenyezi Mungu, lakini ni kadari yangu. Mama sina jinsi eh. Nikaambia sentimita mbili kuna sentimita tisa akasema sasa itakuwaje? nasema dokta akasema, huwa wana survive lakini ni kwa shida, mpaka ubongo uje uzoee hali hii ya utumbo kwa sitini na utumbo mkubwa ndani ya siku tisini. Na sasa hivi nikia ateseka nikia natapika sili chakula kinika kidogo sana, nikia natapika <tis> a ndio maana dokta aniongezea siku asema hajarizika hajarizika <tis> na kidogo changu lakini mpaka tarehe ishirini na mbili kaweza, Mungu tutakuja mama. Kawambia nakupenda kuliko chochote katika dunia hii. Mara nyingi nakunaoba Mungu mimi mama, basi nichukue nikujengee ukisha maisha yake upe kwa nyumba yake. Mama nakupenda, mamaangu, nitazidi kukupenda. Asante mwanangu, Mungu atakulipa. Basi nachomwambia mwanangu, Mungu ampe kauli thabiti, hema madhambi yake. Na mimi mwanangu, naamini kwamba hajakosea katika uhai wake, si ajaamna choo shaniposea. Basi pole sana mama na wakati jana unazungumza naye kwa mara ya mwisho ulikuwa unamwona yuko kwenye hali gani? Neza, ulikuwa, ulikuwa, ulikuwa ukimsikia kwa sauti, mtoto wako huyu alikuwa tu vizuri, sema takaa hivi shikashika tumbo hivi, lakini alikuwa tu yuko vizuri. Aa, mwanangu umependeza, akacheka tu akalia pembeni, basi nako sawa, kwa na sababu na ni ameshaka ameshakanao muda mrefu tulishazoea. hmm. Hmm. Lakini wakati anapata safari ya kwenda India kwa ajili ya kufanyia operation hii, ambayo watu wengi waliamini kabisa akirudi atakuwa yuko strong kabisa, na kuzingatia amesafiri na mwanadada mtangazaji mahiri Imelda Mtema anaendelea kumpa sapoti ya hali na mali, wewe kwa imani yako ilikuwaje kama mama mimi nishukuru Mungu nikasema, mwanangu anaenda kutibiwa sasa. Kwa uwezo wa Mungu hicho kitu kile tumboni akiwekewa, atakuwa salama. At least atapumzika na operation ambayo ambazo zinamshakama mionekana, akiwekewa kile operation, anaweza kukaa hata miaka kumi hajafanyiwa operation. Mimi nikasema, basi mwanangu anaenda kupata tiba. Alhamdulillahi, Allah karimu. Basi sasa tiba yenyewe ndio imekuwa kweli, kapata tiba na kile kitu kifaa tumboni amewekewa kile, ndio Mungu anamchukua. Asante, namshukuru Mungu, nashukuru serikali ya Tanzania amlia mana wa Tanzania wakunishika mkono, alhamdulillahi, Mwenyezi Mungu atawalipa na labda taratibu za msiba, kama mmekaa kidogo na kuzungumza Msiba utakuwa hapa nyumbani au kuna mawazo mengine ambayo mmepanga kama familia? Mimi ndio mama yake. Mimi niliyemweka tumboni miezi tisa, nikamlea, lazima msiba kwa uwezo wa Allah afanyike hapa. Kwa kaka yake ni ghorofani, watu kupanda ghorofa ya nne itakuwa shida, ao tukaona bora tu msiba kwa uwezo wa Allah afanyike tu hapa sana. Mama Mungu akutie nguvu, asante lakini